Habari za leo, karibu tena katika chaneli yetu ya Davis Habo Clinic. anaitwa Dr. Jimmy. ana leo mtaongelea dalili za awali za upungufu wa kinga uh, mwilini kwa kifupi tunaita uh, ukimwi. Watu wengi wamekuwa wakituuliza kwamba ni dalili zipi za awali uh, za za upungufu wa kinga mwilini, lakini pia je, uh, upungufu wa kinga mwilini huwa unatambulika uh, baada ya muda gani, mara baada ya kupata maambukizi. Nikumbushe, kama ni mara ya kwanza kufuatia channel yetu, basi usahau kusubscribe na kukoment a, ili uweze kuwa mtu wa kwanza a, kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila kila siku. Lakini kwenye video ambazo zimepita tumeelezea namna ya ukimwi au virusi vya ukimwi ambavyo vinaenea chanzo, lakini tukiwa tumeongelea dalili zake kwa upande a, Uh, kwa dalili zake, uh, mtu anakuwa na dalili gani, uh, kwenye upande wa ngozi, uh, kwenye upande wa kucha, lakini kwenye upande wa ulimi mdomoni, uh, na vidonda, uh, inaonekanaje. Usisahau kufuatilia kwenye video ambazo zimepita, tumeshaelezea vizuri uh, na unaweza kutambua uh, kwa namna hiyo. Sasa leo tutajikita kwenye dalili, ni dalili gani za awali mtu anazo kuwa nazo ku anazo A, mtu wa upungufu wa kinga mwilini. Na tujue kwamba upungufu wa kinga mwilini huwa mara ya kwanza una unadhibitika una kutokea a, wiki ya pili mpaka ya sita mara baada ya kupata a, hayo maambukizi. Kwa hiyo kwa muda, wengi wanatuuliza ni muda gani? Muda ambao unatumika ni wiki mbili mpaka sita, na kuweza kuweza kugundulika au kuweza kudhibitika kwamba kuna upungufu wa kinga mwilini. Aa, tujue dalili ambazo zinakuwepo hapa awali ni kama dalili zile za dalili kama zile za mafua ambazo zinaweza zikaja na baadaye zikaweza kutoweka. Dalili namba moja ambayo inakuwepo ni kupata homa mara kwa mara. Kuna namna ha, mtu ambavyo ina, anapitia anakuwa anapata homa. Uh, mara kwa mara mara tu baada ya kupata uh, maambukizi, anakuwa anatokewa na homa uh, mara anajisikia uchovu, anajisikia kuumwa, lakini pia bila kuwepo sababu ya msingi kwa nini anapitia changamoto hiyo. Kwa hiyo hiyo ni dalili namba moja ambayo atayapitia. Lakini dalili namba mbili ni maumivu ya kichwa. Anakuwa anahisi uh, kichwa kinamuuma sana, kichwa, kichwa kinamuuma kichwa, uh, kinagonga, ambayo pia ni dalili, ingawa kuna hizi dalili ambazo tunakutajia kuna ni, pia ni dalili za magonjwa mengine. Kwa hiyo baada ya kugundua kwamba, na baada ya kuona hizo dalili, bila kusema, wengine wasa shaona hivi anajua ni HIV hapana. Ukishaona dalili hizo, basi unatakiwa kwenda kupima ili kuweza kujirizisha kweli kinachokutesa ni, ni kitu gani, kwa sababu dalili pia zinaweza kufanana na changamoto a, nyingine. Lakini dalili nyingine tunasema ni kupata vidonda, watu wanakuta anapata vidonda, anapata vidonda mdomoni, anapata vidonda A, kooni a, a, kwenye fizi anatokwa damu. Kwa hiyo pia a, hiyo ni dalili ya HIV, ya, ya ukimwi. Lakini pia dalili ni kupungua uzito kwa ghafla, uzito kupungua ghafla na bila sababu ya msingi, yani, kuna mtu uzito wake unapungua au unapungua uh, ghafla. Uzito kupungua ghafla basi ni dalili nyingine ambayo inaonekana kwa mtu mwenye, uh, mwenye upungufu wa kinga uh, mwilini. Lakini dalili uh, nyingine huwa tunasema ni kuwalisha mara kwa mara bila sababu ya msingi. Mtu uh, mwenye uh, maambukizi ya, ya, ya ukimwi basi huwa anapitia uh, changamoto ya kuharisha mara kwa mara bila sababu ya msingi yaani yupo, unajua kuna pengine mtu unaharisha, unajiuliza unapata sababu kwamba labda kuna kitu fulani kimefanyika. Kwa hiyo sasa unakuta mtu ana, anaharisha bila kuwa na zile sababu a, za msingi, anaharisha mara kwa mara, pia ni dalili moja, moja wapo ya upungufu wa kinga mwilini nayonekana Ha, mapema lakini, dalili nyingine ni kukohoa, kukohoa, kikohozi kikavu. Watu wengi wamekuwa na changamoto, wanaanza kukohoa, ndio maana sasa ilishazoeleka tangi hapo, kwa mtu akikohoa mara kwa mara vipi, ah, imeshakuwaje? Lakini pia ha, kukohoa inaweza, sio kukohoa kila mtu anavyokohoa ana ukimwi, hapana. Aa, lakini pia aa, ni dalili mojawapo ambayo ina indicate kwamba huyu mtu anaweza akawa na upungufu wa kinga mwilini. Lakini pia kukua kwa tezi tezi, kuweza kukua kwa tezi, anaweza kuwa tezi shingoni, aa, aa, kwa pani ambazo tezi zinakuwa tu ovyo ovyo bila mpangilio, pia ni dalili mojawapo ya changamoto a dalili ya ukimwi. Lakini pia dalili nyingine ni kuota vidonda sehemu za siri, kwa sababu utakuwa na maambukizi ya fangasi au bakteria, kwa sababu kinga ya mwili ya iweza kushuka. Sasa kinga ya mwili ikiweza kushuka, basi tambua kwamba unaweza ukapata vidonda vidonda sehemu zako za siri lakini dalili nyingine ambayo inaweza kaipata ni ngozi, ngozi kuweza kuwa na ukurutu, ngozi kubadilika rangi yake, rangi yake ya ngozi nyeusi. Sasa unakuta inaweza ikawa nyeusi au nyeupe, lakini unakuta rangi ya ngozi inaanza kubadilika mara kwa mara, inakosa ule mng'ao wake. Kwa nini inakosa mng'ao? Kwa nini? ni kwa sababu kinga ya mwili imeweza kupungua. Hizo ndo baadhi za dalili ambazo za upungufu wa kinga mwilini ambazo unaweza kuzitambua kwa muda wa wiki mbili mpaka mpaka wiki sita. Lakini tukumbuke hizi dalili zinaweza zikawepo na baadaye kutoweka, lakini kutoweka haimaanishi kwamba ukimwi umetoweka. Hapana, ikitoweka ni kwamba virusi huwa vinaendelea kuathiri A, taratibu. Kwa hiyo nini cha kufanya? Ni bora kuweza kufika kwenye vituo vya afya ili uweze a, kupewa ushauri na msaada a, zaidi. Kama ni mara ya kwanza kupitia chaneli yetu ya Davisabo Clinic, basi usahau kusubscribe na comment, ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondo za kiafya tunazozituma kila siku. Kama una swali ambalo unatamani kutuuliza, una kitu ambacho bado kinakuwa kinakusumbua na ujui a, a, solution a solution lake basi usisahau kutuuliza hapo chini, na sisi tutakuwa watu wa kwanza kuweza kukujibu. Karibu na Mungu akubariki.